Kwanza tunashukuru Mungu kwamba lile ambalo tulikuwa tumejiandaa kulifanya uh, limefanikiwa. Tumevuka hatua ya, ya pili ya mashindano haya. Sasa tunaenda kwenye hatua ya tatu ambayo itakuwa ni ya makundi. Tutakuwa tuna mechi tatu muhimu za kucheza nyumbani na mechi tatu muhimu za kucheza nje. Kwa hiyo tunajipanga kujiandaa kwa ajili ya michezo hiyo ambayo inayofuata. Okay? Na katika hiki ambacho umekiona leo, pengine yapata mchezo kumalizika kama hivi, yani bila kupata goli lolote. Kwanza unaweza kusema kwamba naamini na mimi sio mtaalamu sana kulinganisha na mwalimu wetu. Kitu ambacho amekubali kukifanya ni kubadilisha mfumo ili tuweze kuhifadhi nguvu. Tuna mechi ngumu ambazo zinafuata wiki hii kwa maana tuna mechi za ligi. Kwa hiyo tuna mechi tatu au nne za ligi ambazo zote ni ngumu. Kwa hiyo ni lazima aandae kikosi ambacho kitaweza kuja kupambana. Uwezo ukatumia nguvu kubwa ku exhaust kwa mashindano ambayo tayari ulishapita. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa. Ni kweli inawezekana ikawa si mchezo uliovutia sana kwa mashabiki au kwa watu ambao wanapenda kuangalia mpira, lakini technically timu yetu imecheza na ikuweza kuconcede goal yoyote licha ya mbinu ambayo wenzetu walikuja nayo, kwamba tumecheza na tumeweza kutoka suluhu na mambo yameenda vizuri. Kwa mujibu wa maelezo, ni kama tayari mmeridhika na kile ambacho mwalimu anafanya. Sasa hata kama hukuridhika, utafanya nini? Mpira umekwisha, na tulichotaka sisi ni kuqualify kwenda kwenye hatua inayofuata, na tumefanikiwa hilo. Unamhoji mwalimu katika lipi? Labda iwe ni mtu ambaye anazungumzia mchezo mwingine hii sio ngumi kusema kwamba kila raundi au kila mechi mnayocheza lama umpige unayepigana naye hapana huu ni mpira na unachezwa dakika mia na themanini tumecheza dakika tisini tumewafunga tatu tumecheza hapa dakika tisini tumetoka nao draw ya bila bila. na wao vile vile ni timu ambayo ni mabingwa wamekuja wakiwa wamejiandaa na mbinu yao ya kwanza ilikuwa hawakutaka kupoteza mchezo na mbinu ya pili walikuja na mbinu ya kustukiza ili waweze kupata goli, lakini hata hivyo tunashukuru Mungu kwamba wachezaji wetu wamejipanga vizuri, hatukuweza kupoteza mechi mwalimu. Uh, mwenyekiti na kocha uh, mpya uh, ana wiki mbili tu, amecheza mechi mbili, nyinyi kama viongozi, kwa kile alichokitoa hapa kwenye michezo miwili, kile ambacho nyinyi viongozi kona ahitaji Nadhani jibu hilo linawiana na la awali, nimekuambia kwamba sisi planning yetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye hatua inayofuata kama ilivyo kawaida yetu au kama ilivyo ada. Tumeshinda uh, ni kwamba tu bahati nzuri au mbaya timu yetu haikuweza kupata goli yoyote. Washabiki walitamani tupate ushindi, lakini nimesema tuna muunganiko wa mechi nyingi ambazo zinahusiana na ligi kwa maana ya Alhamisi, Jumapili na Jumatano ya wiki inayofuata tutakuwa na mechi. Kwa hiyo labda pengine mwalimu ameamua kuhifadhi nguvu ili aweze kuzitumia huko, lakini so far timu imecheza vizuri licha ya nafasi mbili tatu ambazo wenzetu walizipata, lakini hatukuweza ku concede goal na sisi tumepata nafasi nne tano, lakini hatukuweza ku convert kuwa magoli kwa hiyo baada ya hapa naelekea katika hatua la kuni pengine labda nini mashabiki kuelekea kwenye upande. Hii timu imekuwa ni timu kubwa sana, tumekuwa na mbinu zote ambazo zinahitajika kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Wale ambao wanachechemea wacha waendelee kuchechemea, lakini sisi ndio viongozi katika hili. Washabiki wetu sisi hawajawahi kuacha kujiamini. Hayo ni mawazo yako wewe, na siwezi kubadilisha kutoka kwako, siwezi kusimama katikati yako na mawazo yako. Washabiki wetu wanajiamini, wamekuwa wakiunga mkono timu yao siku zote, wanaipenda timu yao na wala hakuna sehemu yoyote. Hata leo kama tungeweza kuconcede goal, bado timu ingeendelea kuepuka. Tumeshawahi kuconcede goal hapa. Tumecheza tena mechi ya kwanza na Raja, tumepoteza na timu iliendelea kuwa supportive na washabiki wake Washabiki wa Simba sio washabiki wa timu zingine. Simba ni mtu, yaani kuwa Simba kwanza tayari mwenyewe ni jasiri. Kuwa mshabiki wa Simba ni jasiri, kwa hiyo kama alivyo Simba mwenyewe. Washabiki wetu sisi, msiwajaze maneno.